Seneta wa kaunti ya Bungoma David Wafula Wakoli mapema hii leo amewarai wakazi wa kaunti wa hiyo kuendelea kudumisha amani na uwiano baina yao ili kuwavutia wawekezaji. Ni kwa shukuru kwa kuzingatia amani na kufanya kazi pamoja, lakini mimi husema tenda wema nenda zako, na kila mara mimi mkumbusha governor wa kaunti ya Bungoma kwamba mamlaka yaliyopewa ni kutekeleza ugatuzi kuhakikisha kwamba fedha ninazoleta kutoka Nairobi zinajenga barabara, maji na kuimarisha maisha ya watu wa Bungoma. And it doesn't matter where you come from in Bungoma as long as wewe ni Mkenya, umewekeza Bungoma, unafanya biashara yako vizuri na unapendana, jinsi Yesu alisema, pendaneni jinsi unavyojipenda. In Bungoma is a heaven of peace. Wakoli vilevile amesema kuwa japo kuna uhuru wa kuwa katika mrengo tofauti wa kisiasa, ni lazima viongozi hao wafanye kazi kwa pamoja kwa manufaa ya wakazi wa eneo hili na hawa watu hawa watu wa Bungoma hawa kwa wanasema tu vibasikone. Wakoli vile vile amezungumza haya katika hafla ya maziko katika wadi ya Kabula eneo bunge la Bumula, na hata hivyo katika makumbusho ya mamake gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Makelo Lusaka huko Mapera eneo bunge la Kimilili. Kwa viongozi wenzangu, tumesikia mzee Nelson alikuwa busara, alikuwa mpole na mcheshi. Mama Roda alikuwa msamaha sana na wa maombi sana na ndugu yetu, let us emulate those that we have come to remember. Siasa huja na kwenda, lakini cha muhimu tufanyie watu wa Bungoma kazi, ili wasije kujuta. Boda tulipewa nafasi. Sani Matano, Mpakani TV, wadi ya Kabula, eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma.